Akizungumza katika kongamano la 42 la mahasibu Ispak mjini Mombasa, kiongozi wa ODM Raila Odinga amesisitiza kuwa kila muhimili wa serikali una majukumu yake ya kikatiba na hivyo wabunge wanafaa kutekeleza jukumu lao, ila sio kuendeleza miradi katika maeneo bunge inayosimamiwa na serikali za kaunti. CDF should be the responsibility of the county government.

Raila pia ametaka majukumu wa mamlaka ya ujenzi wa barabara za Kura na Kera yakabidhiwe serikali za kaunti.

And maybe what we might want uh, uh. Katika kongamano hilo serikali imeshinikizwa kukabiliana na ufisadi, utozaji wa wananchi ushuru zaidi, mikopo, matumizi mabaya ya fedha za umma na kuimarishwa kwa uhuru wa mahakama. Raila alitakiwa eleze ni yapi wandani wake wamefanya tangu waunde serikali jumuishi. Mr. Mbadi's Minister for Finance, his budget will be read in Parliament this year, next month in June. So judge, give him time. Bonface Msangi, runinga ya K24, Mombasa